Sikuwahi kufikiria kuwa maisha yangu yangebeba sura ya huzuni ndani ya ndoa ambayo haikuwahi kuwa chaguo langu. Nilikuwa msichana mdogo tu wa kijijini niliyekulia katika familia ya kawaida iliyoamini kuwa furaha ya mtoto wao ilitegemea mali na hadhi ya mume wake, siyo mapenzi ya moyo wake. Lakini moyo haujui pesa, haujui chio, moyo unapenda unapopenda, na wangu ulimpenda Juma, kijana mnyenyekevu maskini, lakini mwenye roho nzuri isiyo na doa. Tulikutana shuleni tukiwa bado watoto. Alikuwa mvulana aliyependa utulivu, lakini mwenye ndoto kubwa. Tulikuwa pamoja, tukashirikiana kila hatua: kulima, kuchota maji, kusomeana vitabu na hata kuota ndoto za maisha ya baadaye. Mara nyingi tulikaa chini ya mti mkubwa wa mwembe nyuma ya shule yetu tukizungumza ndoto zetu. Siku moja nitakuwa na kazi nzuri mjini, nitajenga nyumba, halafu nitakuwa, Juma aliniambia siku moja, macho yake yakimeta kama nyota. Na mimi nilimwamini, nilimwamini kwa sababu hakuniahidi makuu yasiyowezekana. Aliniambia ukweli, akaniambia huenda ikachukua muda, lakini moyo wake ulikuwa wangu bila masharti. Mapenzi yetu hayakuwa siri. Kijiji kizima kilijua. Tulikuwa kama mfano wa mapenzi safi, adati hata watoto waliokuwa wakitupita walikuwa wakituita bibi na bwana harusi wa kijiji. Lakini mapenzi hayo hayakuwa na thamani mbele ya wazazi wangu, walipokutana na mzee Musa. Mzee huyo alikuja kijijini kama mgeni wa heshima katika harusi ya mtoto wa rafiki yake. Alionekana mtu wa heshima mwenye mavazi ya gharama na gari la kifahari lililovutia macho ya kila mtu. Alikaa siku tatu tu kijijini, lakini zilitosha kumshawishi baba yangu kuwa alikuwa fursa ya maisha mapya kwa familia yetu. Nilikuwa jikoni nikipika uji wa mihogo wakati mama yangu alinikaribia kwa bashasha isiyo ya kawaida. Binti yangu, hatima yako imefika. Mungu amefungua milango. Mzee Musa amekuona, amesema anataka kukuoa alizungumza kana kwamba alikuwa ananitangazia zawadi ya milioni kumi. Nilishtuka, nilestoke, nilihisi dunia ikinisalidi. Mama hapana, mimi nampenda Juma na tumepanga maisha yetu, tafadhali usinilazimishe. Nililia lakini machozi yangu yalionekana kama maji yasiyo na maana. Mpenzi hawezi kulisha familia Mapenzi hayalipi ada wala hayatibu ugonjwa. Unajua maisha ni nini? Ni kutafuta usalama, na huyo mzee anaweza kukupa yote, pesa, nyumba, magari, maisha ya heshima, mama alisema kwa msisitizo. Nilienda kwa Juma usiku huo, nilimkuta akiwa chini ya ule mwembe wetu wa kale. Alikuwa kimya, macho yake yakiangalia nyota. nilipoketi karibu naye Alinitazama kwa huzuni ambayo sikuwahi kuiona. Nimesikia, alisema kwa sauti ya chini. Wamesema huwezi kupinga uamuzi wa wazazi. Wanasema sitoshi. Nilimkumbatia kwa nguvu, nikilia kama mtoto mdogo. Juma, nitapigania hili. Sipo tayari kukuacha. Lakini ndani yangu, nilihisi hatima ikiandikwa kinyume na maombi yangu. Siku tatu baadaye nilichukuliwa na gari kwenda mjini. Harusi iliandaliwa haraka, ilikuwa ya heshima na kifahari, lakini kwa mimi ilikuwa msiba. Nilivaa shela nikiwa kama maiti inayotembea. Hakukuwa na Juma, hakukuwa na furaha, hakukuwa na moyo. Baada ya harusi, maisha yangu mapya yalianza mjini. Nilifikishwa kwenye kasri kubwa lenye kila kitu mapambo ya dhahabu, vyumba vya kifahari, huduma za watumishi, chakula kizuri, safari kila mwisho wa mwezi. Mzee Musa hakunidhuru. Alikuwa mpole na mwema, lakini hakuwahi kuwa rafiki wa moyo wangu. Aliniheshimu, lakini hakujua kunigusa moyoni. Siku moja nilimuuliza, mbona hukuniambia kama wewe ni bilionea? Alitabasamu tu na kusema, nilitaka kuwa mke atakayekubali jina langu siyo utajiri wangu. Wazazi wako walikubali kabla ya hata kujua mimi ni nani hasa, niliona ni ishara ya heshima. Nilishindwa kumweleza kuwa sikuwahi kukubali, nilikubaliwa kwa niaba yangu. Miaka ilipita, nilizoea maisha ya kifahari, lakini kila nikitazama ndani ya kioo, niliona binti wa kijijini aliyepoteza ndoto zake. Kila nikisikia wimbo tuliopenda na Juma, moyo wangu ulilia kimya kimya. Nilimtafuta Juma mara kadhaa, niliambiwa alihama kijiji hicho na kuanzisha maisha mapya mbali na kila alichokifahamu. Nilikaa na huzuni ya mapenzi yaliyokatizwa, huzuni ya kutokuwa na chaguo. Na kila wakati ninapotazama nyumba hii kubwa, magari haya ya kifahari, vito vya thamani nilivyovikwa najua haya yote hayawezi kunipa amani ambayo Juma alinipa kwa tabasamu lake dogo na mikono yake michafu ya kazi. Ni kweli nimekuwa mke wa bilionea, lakini sikuwahi kuwa malkia wa moyo wangu.